Na rehma za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Naitwa Suleiman Saidi Alibungara, jina maarufu Bwege. Nawakaribisha waandishi wa habari wote na wote ambao wananisikiliza. Leo nimekuja kuongea na waandishi wa habari Kwa hiyo naomba waandishi wa habari msikilize na yeye yasema na nitakaribisha maswali baada ya wasilishaji wetu. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye subira na msamehevu. Ndugu waandishi wa habari, nimekuja leo nikiwa mbunge kama miaka kumi wakati wa rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Mlicho Kikwete, Mheshimiwa Jakaya Kikwete na Mheshimiwa Magufuli kwa hiyo awamu zote mbili za Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete nilikuwepo, mwaka elfu mbili na kumi mpaka kumi na tano na mheshimiwa rais marehemu, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, Mheshimiwa Magufuli kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na mbili mpaka elfu mbili na ishirini nilikuwepo kwa hiyo mabunge yote mimi nilikuwepo katika mabunge yote mawili, lakini kwa bahati nzuri nilikuwepo katika Bunge la Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilikuwepo vile vile katika siasa, niko kwa muda wa miaka thelathini na tatu siasa za upinzani. Nilikuwa mwenyekiti wa kafu kwa miaka ishirini, sasa hivi sina cheo chochote. Na sasa hivi natangaza rasmi ni kwamba kwa, kwa kipindi hiki sishiriki mambo ya siasa wala katika uchaguzi, mimi sishiriki, sishiriki kwa sababu nimeona yale yale maneno waliosema Chadema kwamba hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Nilikuwa na shiriki katika uchaguzi na nilikuwa na kitiki kwa chama changu cha ACT Wazalendo, lakini baada ya kutolewa mgombea wetu wa urais mheshimiwa Mpina, nimeamini kwamba maneno aliyosema Chadema kwamba hakuna uchaguzi hakuna mabadiliko, kwamba hakuna uchaguzi, nimeamini. Kwa hiyo na mimi naungana na chama cha Chadema kwamba sishiriki uchaguzi huu, kwa sababu nishaona kwamba kuinguliwa kwa mheshimiwa Mpina katika ACT, sawasawa tumeinguliwa wabunge na madiwani wote wa nchi hii, kwa sababu kichwa cha uchaguzi wa nchi hii ni rais. Kama kainguliwa rais, basi kwa mimi lakini kwa imani yangu mimi naona kwamba wagombea wote wa ubunge na udiwani wa nchi hii wameongelewa, kwa sababu sasa hivi naamini maneno ya chama Chadema kwamba hakuna uchaguzi, hakuna uchaguzi huru na haki, na kama hakuna uchaguzi huru na haki hakuna uchaguzi. Hilo ndio la kwanza, lakini mm -hmm. La pili vijana mm -hmm. wangu watawasilisha mambo matano, ni mwenyewe kidogo sioni haya maandishi ako madogo madogo, kwa hiyo nitamkabidhi yeye awasilishe mambo matano. Jambo la kwanza kuhusu kauli ya Kanali Captain Tosh utawakilisha eh? hapa mimi, mheshimiwa mheshimiwa, waandishi wa habari yote aliyosema mheshimiwa au Kapteni Tesha yote aliyosema ni yale yale ambayo yanasemwa na wanaharakati na watetea haki na demokrasia nchi hii, yale yale wamesema, yote yale mi namwunga mkono yote, lakini moja tu siwezi, siungi mkono moja tu, siungi mkono, lakini yote yale amenukuu malalamiko ya wananchi yuko sahihi kabisa, yule kijana, na ni kweli mzalendo wa nchi. Isipokuwa kitu ambacho mimi nakiona katika, katika, katika yale aliyoyasema, jambo la kusema kwamba nchi ichukuliwe na jeshi, hilo, hilo napinga. Inakwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa misingi ya uhuru, hmm, haki, udugu na amani. Huo ndio msingi mkubwa katika utanguliza katiba, kaisome hiyo. Na, na vitu hivyo havipatikani isipokuwa katika nchi ya kidemokrasia, eh, yenye bunge lililochaguliwa na wananchi na mahakama inayotoa haki kwa uhuru bila woga wala upendeleo. Sasa kama ni nchi ya kidemokrasia Eh, siwezi kukubaliana kwamba nchi hii sasa hivi kutokana na hali iliyokuwa nayo kwamba heti ikamatwa kwa ah, na wanajeshi kwa kipindi hiyo, haiwezekani, lakini naamini kabisa kwamba aliyosema mngine yote ni sahihi na ndiyo kilio cha wananchi. Kwa hiyo kwa hapo nieleweke hivyo. Jambo la pili kuhusu utawala wa awamu ya tano awamu ya nne na awamu ya tano. Na kama nilivyokuambia mwanzo kwamba awamu ya nne nilikuwepo bunge la elfu mbili na kumi mpaka kumi na tano, na awamu ya pili elfu kumi na tano mpaka elfu mbili elfu mbili na ishirini nilikuwepo, na katika bunge la katiba nilikuwepo. Sasa hizi awamu mbili ya kwanza iliongozwa ilio, ilio, ilio, ilio, ilio, ilio na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa mdisho Jakaya Kikwete, na pia ndio mwenyekiti wa ndi mwenyekiti wa CCM taifa. Hiyo iyo awamu ya pili ya bunge yangu iliongozwa na Mheshimiwa Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia alikuwa mwenyekiti wa CCM kwa hiyo awamu zote mbili nilikweli, lakini katika awamu zote mbili najiuliza, nasifati majibu, najiuliza na sifati majibu, nikizitathmini awamu zote mbili, alamu zote mbili za wakati wa awamu ya nne na awamu ya tano, afadhali sio yuko sahihi, natumia neno afadhali awamu ya Kikwete tulikuwa tunapata uhuru wa kisiasa, uhuru wa kisiasa awamu ya Kikwete, na ilifikia Kikwete kuanzisha katiba mpya, bunge laivu, wapinzani kukutana naye wakati kwa wakati, na wapinzani tukaanza kuimarika kwa hiyo kisiasa. Nikipima mheshimiwa Kikwete na mheshimiwa Magufuli, naona mheshimiwa Magu, ma, ma, Kikwete alikuwa afadhali, kwa sababu ziche mwenyewe tangu enzi hiyo mbaya tumaona sisi wapinzani, lakini afadhali mheshimiwa Kikwete kuja awamu ya tano ya Mheshimiwa Magufuli, tunapenda kusema kweli, alitengeneza mazingira ya uwajibikaji katika serikali ya awamu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya tano. Kwa hiyo uwajibikaji kwa kwa kwa maeneo ya maofisini yalikuwa mazuri kabisa uwajibikaji, lakini kisiasa, kisiasa na mimi bungeni niliwahi kusema hiyo, niliwahi kusema hiyo kwamba Magufuli kwa jambo hili ya uwajibikaji kwa wananchi yuko vizuri kabisa, lakini kisiasa hayuko, hakukua sawa sawa kaa katika awamu yake, akaanza kuziwia mikutano ya zala, bunge live, vyombo vya habari vikawa havina havina havina havina uhuru eh? Wakosoaji wakaanza <laughs> wakosoaji wakaanza kushughulikiwa na watu wasiojulikana, ili mradi mambo yakawa mabaya, na wakatangaza kabisa na wakatangaza kabisa kwamba wapinzani wadhibitiwe ndani ya bunge na nje ya bunge. Na kweli tulikuwa tunadhibitiwa ndani ya bunge, ilikuwa watu wapinzani wakitoa hotuba zao zinaziwiwa, au wanalazimishwa kutoa maneno ambayo wanaona wapinzani sawa, ya sawasawa, yanaziwiwa na kama unapinga unatolewa nje kwa nguvu. Wakina Sugu wametolewa nje kwa nguvu, ili mradi tulidhibitiwa wapinzani ndani ya bunge na nje ya bunge. Bunge sio live, mekutano mekutana nahara, hakuna maandamano hakuna na kila jinsi. Kwa hiyo, kwa mimi Selemani Bungara naona wakati wa Kikwete ulikuwa uko sahihi kwa mambo ya kisiasa haya. Mambo ya kiuchumi haya, ha, tunajua mafisadi wamelindwa wakati wa Magufuli na wakati wa Kikwete na sisi ndio gazia kwa kuwalinda mafisadi rushwa, tunajua wakati huo na wakati huo, wakati huu umefanana, lakini kisiasa, wakati wa Mheshimiwa Kikwete ulikuwa kusahihi kuliko wakati wa afadhali, kulikuwa wakati wa Magufuli, lakini Mwenyezi Mungu akamchukua marehemu Magufuli. Mungu amweke marivm, amsamee kwa alioyafanya, amsamee kwa alioyafanya. Akaja mama Samia. Mama Samia naye alipokuja tukapata matumaini, akaanza na foara. Tukasema ah, sasa hivi anaweza kutuvusha. Kwa bahati mbaya, foara haitekelezeki, lakini hayo ataku, tutakuja kusema katika hotuba yetu ambayo tumeiandika haitekelezeki. Lakini jambo lingine inanishangaza, ndugu waandishi wa habari na Watanzania, zinaenezwa habari ambazo mimi bado nazichunguza, sijaziona kama sahihi au sio sahihi, kwamba rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Kikwete ndo ambaye anaongoza haya mambo yanayotokea sasa hivi kwa kumshauri vibaya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu. Hata mimi nashangaa, ndo sipata jibu. Nataka niwaulize watanzania wote, iweje raisi mstaafu Jakaya Kikwete katika utawala wake aliruhusu maandamano, aliruhusu mikutano ya hadhara, akiongea na wapinzani, bunge lilikuwa laivu, kilio cha wapinzani cha katiba akaanzisha leo aonekane kwamba haya yanafanyika sasa hivi kuto kupatikana katiba na nini na nini na nao mengine yote awe yeye Kikwete ndio mshauri. Inanishangaza, inanishangaza, lakini cha msingi zaidi, cha msingi zaidi, yale ambayo alikuwa anayasimamia Mheshimiwa Kikwete ndiyo ambayo ameanzisha Mweshimiwa raisi wa, wa jamhuri ya Tanzania, mama Samia, yale yale yalikuwa nasimamia. Kama kweli mshauri alikuwa mshauri wa raisi Samia, mama, mama samia raisi Kikwete, basi inaonesha Kikwete ana dalili zile zile za kurudisha demokrasia ile aliyoiacha, na ndio maana kuna fowara, na ndio maana wakikaanzishwa maandamano yaruhusiwe, mkutano ya azara na sasa hivi bahati nzuri na katiba imeingizwa katika ilani ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya CCM yale yale ambayo alikuwa anayataka kuyafanya, alikuwa anayafanya Kikwete ndiyo ambayo sasa hivi anayasimamia mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sielewi mtu anayesema kwamba Kikwete anamshauri vibaya rais wa jamhuri ya Tanzania? Ushauri mbaya kurudisha mikutano ya hadhara, kama ndio ushauri, kurudisha maandamano, kuiweka katiba ya kurudisha katiba katika mchakato wa katiba katika ilani ya uchaguzi, ubaya wake nini? Kikwete kama ndio kweli mshauri ndio yeye, nashangaa nasipate jibu mchaka. Waandishi wa habari wanaweza kuwa na majibu au Watanzania, ili nipate jibu hiyo kwa hiyo Samia kaidi, kwa nini sasa hivi atekelezi yale mambo ambayo tumekubaliana? Kamaliziane katika hotuba yangu itakuwepo, na atakuja kuieleza huyu vizuri. Jambo la nne, kuhusu mabadiliko, nachosema kwa kifupi, mabadiliko uyawezi kuyalazimisha hawezi uh, kuyazimisha wala kuyazuia. Kwa hiyo, mabadiliko, hayupo mtu yoyote duniani anayeweza ku kuyaziwia na hayupo mtu yoyote duniani anaweza kuyalazimisha. Hakuna mabadiliko, kama binadamu unavyozaliwa unaanza kuota meno. Nani anaweza kuzuia meno asitoke? Nani anaweza kuzuia mtu asikwawe? Nani, nani, nani? Kwa hiyo mabadiliko hayawezi kuzuiliwa na mtu yoyote na wala hawezi kulazimishwa na mtu yoyote na ukizuia mabadiliko au ukialazimisha ukia, ukia, mabadiliko lazima kutatokea na vurugu na amani itatokea katika sehemu hiyo. Ukizuia kitendo cha kuzuia mabadiliko CCM, kitendo cha kuzuia mabadiliko CCM ya nchi hii kwa nguvu ya dola kwa kutumia katiba mbovu ambayo wanayo, lazima yatotokea uvunjifu wa amani, lazima na wale ambao wanataka kulazimisha mabadiliko basi lazima amani itatokea. Kwa hiyo mabadiliko hayaziwiwi na wala hayalazimishwi. Mtu atakayeziwia ahakikishe lazima matatizo yatapatikana, na mtu atakayelazimisha lazima matatizo yatapatikana. Kwa hiyo mabadiliko yaachiwe yafanyike kwa mabadiliko, na mabadiliko yana wakati. Hata CCM, serikali ya CCM inajitahidi kuzuia mabadiliko, lazima katika nchi hii yatatokea matatizo makubwa, amani itavunjika na kila kitu. Kwa hiyo mimi nimekuja leo kuiambia kuambia Watanzania, mabadiliko yawazindiwi na wala mabadiliko ayalazimishwi, aya kitu ambacho nimekuja kwa kwenu nyinyi waandishi wa habari leo ndio cha muhimu hiko, kuwaomba watanzania amani. Amani ni tunda la haki, tunaamini kabisa, mi naamini kabisa, pasiwo na, na haki hakuna amani. Nimekuja kuambia watanzania na amani kivunjika, kurudia kurudi katika utulivu ngumu sana, ngumu sana ndugu zangu, vijana wangu, wananchi wazangu, ni ngumu sana. Kwa hiyo tujitahidi kwa uwezo wezoweku amani sivunjike, tuvumilie, na ndio demokrasia. Demokrasia ni kuvumilia, kufanya subira, kusameana, tukutane, tulizira, tuliziane pale tunavoriziana, yale tuliyoriziana yatendeke. Na hilo ndo kosa lililofanywa na serikali ya awamu ya sita, tumeliziana yale tuliyoriziana hayakutendeka. Na mfano wa uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na nne tumeriziana, uchaguzi utakuwa huru na haki, yakatokea yale yale yalikuwa anafanywa mwaka na elfu mbili na ishirini, yale yale. Hapo ndipo chama cha CHADEMA kikasema bila mabadiliko bila hakuna uchaguzi kutokana, tulizidiziana uchaguzi utakuwa huru na haki, lakini akatokea yale yale. Kwa hiyo, CHADEMA mimi naunga mkono, ninaunga mkono kwa asilimia mia moja kuto kuingia katika uchaguzi na narudia tena, wandugu waandishi wa habari na Watanzania, vyama vyote vya upinzani vilivyoingia katika uchaguzi vimewasaliti wa Tanzania. Kama tusingeingia sisemu hasingefanya uchaguzi peke yake, na ndivyo inavyokuja dhana na hisia kwamba vyote vilivyoingia katika uchaguzi ni vyama ambavyo vimetengenezwa na sisiemu, madalali wa sisi ndiyo. Haiwezekani! Leo tunaona kabisa vyama vinaanzishwa juzi tu wanatembewa na mahalikopta, vyama vinaanzishwa juzi tu wamepewa magari na sio magari tu, vyama kumi na sita mimi, tangu uchaguzi umeanza mwaka elfu mbili toka elfu moja mia tisa tisini na tano sijaona vyama kumi na saba vyote vimesimamisha urahisi lakini ukaenda majimboni huko wabunge hawana wala madiwani. Lakini serikali ya CCM imetoa kwa wagombea wa rais wote magari ya kufanya kampeni. Lakini diwani ingelikuwa na huruma sana basi angalau madiwani na wabunge wangaliwapa pikipiki wa na basikeli madiwani pa wa wa basikeli wabunge wakapa pikipiki wa wote wanaogombea. Lakini hii inaonesha kwamba kuna mkakati rasmi uliofanywa vishiriki vyama hivi kwa ajili ya kuwa madalali na kwenda kinyume na haki na uhuru wa Watanzania. Tunapinga, tunapinga kwa nguvu zote zote. Lakini amani ni muhimu kushinda yote yanayotendeka. Jambo langu la mwisho nasema, nawaomba Watanzania, nawaomba vijana, nawaomba wananchi tuvumilie siku za ishirini na tisa. Naomba sana, hayo maandamano wala tujui alianzisha, atujui kiongozi gani ambaye ataongoza, hatujui chama gani kinachoongoza, atujui lengo la maandamano, hatujui maandamano tunaanzia wapi, hatujui. Allahu Akibar, tunakwenda tunaelekea wapi, hatujui, tunaandamania nini mbaya zaidi tunaandamana siku muhimu kwa mujibu wa katiba eh, na kwa mujibu za sheria za nchi siku muhimu ya, ya uchaguzi. Nasema, nawatahadharisha Chadema, kuna watu wanafikia upatu yaoevo maandamano ya, ya tarehe ishirini na tisa ili watu waandamane fuje vatikane na serikali ya CCM inataka chama, wakifute, chama 29, cha Chadema wakifute kitendo cha maandamano ya tarehe ishirini na tisa. Yakitendeka watu wakamwaga damu, watu wakafa tu, wajue chama cha Chadema ndo mwisho wao katika nchi hii. Watafungiwa kitafutwa na wale wote viongozi wa Chadema watatafutwa mutakimbia, ndo mwisho wa CHADEMA kuwepo, wakati ndo chama cha sasa hivi ndo kinachokiamini wa Watanzania, ambacho kinazamia, wametuviwa, wametupiwa kamba CHADEMA wajinyonge wenyewe na watadzarisha CHADEMA na wazarisha Tanzania. Tarehe ishirini na tisa tusifanye maandamano, tusubiri nini cha ja kufanya Atasema kijana wangu. Baada ya kusema ayo, naomba Watanzania tusiandamane, tuvumilie eh, uchaguzi uishe. Na wenye Chadema walisema si tuko tayari kwamba tumuongezee muda rais aendelee, ili mabadiliko eh, yafanyike, hasi tu, tungojelee miaka mitano.